A magazeti yalioandika habari za kimichezo asubuhi ya leo. Gazeti Champion katika ukurasa wake wa mbele limeandika Simba yampa Mavugo shilingi milioni1 Kavumbagu amfuata Oki Ulaya na Samata ulimwengu wa saka rekodi Afrika Yanga hesabu kali beki wake aizingua FC Bonfasi Mkwasa wachezaji wengi Stars hawapo fiti. Na tukiingia kurasa za ndani za gazeti hili, kocha mpya Simba amkataa Sports Federation Cup kuanza kesho na beki Yanga aizingua Azam FC toto sasa mshindwe wenyewe. Ni wakati wa kuijaza nguvu Taifa Stars mambo haya usithubutu kuyatenda faraga, ni habari pia katika ukurasa wa pili wa gazeti hili na Samata ulimwengu wakiwa benchi Stars itapambana na ukurasa wa mwisho wa gazeti la Champion umeandika North London uh, ni mtifuano Tottenham mbili rc moja Liverpool Spurs za chapa mtu Europa Mourinho kuifundisha Chelsea akiwa hotelini. Na gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele limeandika um, ni onzima awajaza kiburi kibaya Yanga. Mechi kali Jumamosi leo ni kati ya Manchester United na West Brom, Sunderland na Southampton, uh, West Ham na Everton, na Stoke City na Chelsea. Uh, Arsenal imefunga kuliko timu nyingine uh, chini ya kocha Arsen Venga na Tottenham mabao mengi yoyote tangu iwe chini ya uh, mabao elfu mbili na tatu ni mechi kati ya Arsenal na Tottenham uh, na kesho Jumapili kuna mechi kali kati ya Aston Villa na Manchester City, Liverpool na Crysto Palace. Kumbe Morad ni zaidi ya ndani PSG Uventus za kutana kwa Lukaku kwa Samata batalokota kunyavu, ni habari katika ukurasa wa tatu. Na tuingie kurasa za ndani, ukurasa wa pili na sehemu ya ukurasa wa tatu ni yoo nzima. Awajaza Zanzibar yataja silaha Simba, mwendo wa ndege hadi kieleweke kwa Samata batalokota kunyavu huku wawa kulekiza hadi aibwa ise kumbe moradi ni zaidi ya yondani. Hii ni taarifa katika dakika tisini na Simba wamtibua wa beki wa Mbeya City. Ukurasa wa mwisho wa gazeti Mwanasporti umeandika Mr. Ronaldo adai yeye bora kuliko Messi na wakongwe wengine ni habari hii ikiwa imeandikwa majivuno, ikiwa na picha ya Cristiano Ronaldo ambaye amezaliwa Februari 5 mwaka 1985 huko Ureno, mwenye urefu wa futi 6 na inchi moja. Nafasi anayocheza ni mshambuliaji katika klabu ya Real Madrid akivaa jezi namba saba ya taifa hilo la Ureno. Na gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele limeandika Lowasa haipa ukawa wa bunge 116 ni baada ya neki kutangaza mgawanyo wa viti maalum CCM ikitoa 64 Chadema 36 na CUF 10. Habari inapatikana ndani katika ukurasa wa 4, Marekani amtaka Magufuli kumaliza mgogoro Zanzibar. Ni taarifa inapatikana ndani katika ukurasa wa tatu, Magufuli aanza na hapa kazi tu Wizara ya Fedha imeambatana na habari picha ikimwonyesha rais huyo akiwa amefanya ziara hiyo ya kushtukiza katika Wizara ya Fedha. Putin, Cameron wazozana. Macho yote kwa Arsenal na Chelsea. Madiwani watano Chadema kuwania umea Arusha. Na tukiingia ukurasa za ndani, ukurasa wa pili, Magufuli yaanza hapa kazi tu. Ukurasa wa tatu, Marekani yamtaka Magufuli kumaliza mgogoro Zanzibar. Licha ya kueleza kushtushwa na tamko la kufuta uchaguzi mkuu wa Zanzibar, imeitaka serikali kutafuta ufumbuzi wa utata huo mapema. Polisi yapiga marufuku maandamano mikutano ya Chadema na CCM. CCM daftari la kura Arusha lihakikiwe. Ukurasa wa nne umeandika Lowasa ipo ukawa wa bunge 116, madiwani watano Chadema kuwania umea Arusha. Tembo Ruaha kufuatiliwa na kifaa maalum. Mkapa ampa wasia Rais Magufuli. Na ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la Mwananchi umeandika macho yote kwa Arsenal na Chelsea. Tano kwa moja ni kipigo walichopata Arsenal kutoka kwa Bayern Munich. Sita ni idadi ya mechi ilizopoteza Chelsea hadi sasa msimu huu. Moja kwa sifuri ni kipigo ilichopata Manchester United kutoka kwa West Brom msimu uliopita. Wana michezo wa mwangukia Magufuli ni taarifa pia katika ukurasa wa mwisho wa gazeti Mwananchi. Tukilitazama gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele limeandika Magufuli aduaza wizara ya fedha, afanya ziara ya hafla, akagua ofisi za watumishi, akuta meza sita zimetelekezwa, wenyewe hawapo. Habari ni katika ukurasa wa nane. Polisi yapiga marufuku maandamano ya kisiasa. Neki yatangaza wabunge viti maalum. Na habari picha ni picha ikimwonyesha Rais Dr John Magufuli akizungumza na viongozi waandamizi wa wizara ya fedha wakati alipofanya ziara ya kushtukiza wizarani hapo Dar es Salaam jana, ambapo walitoa maagizo ya kuziba mianya ya wakwepa kodi. Kurasa za ndani, ukurasa wa pili umeandika polisi ya wahoji tena watumishi 38 LH, LHRC, ndoa za mkeka za tishia elimu, Zanzibar watakiwa kushikamana kutimiza ahadi zao, na Mvomero yamaliza kero ya maji alipofia Sokoine. Na kuna picha pia ikimwonyesha Rais Dr. John Magufuli akifanya kazi ofisini kwake Ikulu Dar es Salaam jana ikiwa ni siku yake ya kwanza ofisini tangu alipoapishwa kuwa rais wa awamu ya tano. Ukurasa wa tatu umeandika polisi yapiga marufuku maandamano ya kisiasa, waandishi walioshinda uongozi watakiwa kuacha kazi, na Rais Dr. John Magufuli amwapisha mwanasheria mkuu wa serikali George Masaju Ikulu Dar es Salaam. Bahi wahadharishwa magonjwa ya mlipuko. Ukurasa wa nne umeandika Magufuli gumzo wakazi wa Mbeya, majambazi wavamia duka la Mpesa na kupora fedha, matumizi ya vituo vya afya Hanang yaongezeka, wagombea udiwani wadaiwa kutishiana maisha. Na kuna habari picha ikimwonyesha rais wa awamu ya tano dr John Magufuli akimsindikiza rais mstaafu wa awamu ya nne Jakaya Kikwete na mkewe, Mama Salma Kikwete, wakati wakiondoka rasmi Ikulu Dar es Salaam jana kuelekea nyumbani kwake Msoga, Chalinze, mkoani Pwani. Rais mstaafu Kikwete aliishi humo Ikulu kwa miaka kumi akiwa rais. Kulia ni katibu mkuu kiongozi Balozi Ombeni Sefue. Ukurasa wa tano umeandika taarifa za uongo WhatsApp za wapandisha kizimbani, watumishi wakumbushwa uadilifu na uzalendo, wahimizwa ubunifu kuelimisha wanafunzi na unyanyasaji soko la samaki feri wapungua kuna habari picha pia ikimwonyesha rais Dr John Magufuli akisalimiana na mwenyekiti wa chama cha TLP Agustini Mrema wakati wa hafla ya kumpongeza rais huyo iliyofanyika ikulu Dar es Salaam jana. Katikati ni mkurugenzi wa Masama Promotion Alex Msama. Na ukurasa wa mwisho wa gazeti ya Habari leo umeandika Kiiza ajichuja ufungaji bora, kocha Yanga apoteza dirisha dogo, Stars wanavyojifua Afrika Kusini, na Ronaldo mimi ni zaidi ya Messi. Tanzania Daima, sauti ya watu, katika ukurasa wake wa mbele Jumamosi ya leo limeandika ukawa waitisha polisi, habari inapatikana ndani katika ukurasa wa tano, na maandamano, mikutano ya vyama vya siasa yapigwa marufuku nchi nzima, ni taarifa inayoambatana na habari picha ikimwonyesha msemaji wa jeshi la polisi nchini Advera Bulimba akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jana. Dr Magufuli kama Kikwete ni habari katika ukurasa wa sita, na habari picha ikimwonyesha rais John Magufuli akikatiza barabarani kwa miguu kuelekea wizara ya fedha jijini Dar es Salaam ambako alifanya ziara ya kushtukiza jana. Sita nikikatwa uspika naenda kortini ni habari katika ukurasa wa pili. Chadema nek imechakachua viti maalum Kuziona Twiga Stars Malawi buku ni habari katika ukurasa wa ishirini na nne. Tukiingia kurasa za ndani, ukurasa, ukurasa wa pili umeandika: sita ni kikatwa spika sita kubali. Mkapa afichua siri ya ukimya wake. Um, na habari picha inaonyesha rais mstaafu Benjamin Mkapa akizungumza wakati wa sherehe za uzinduzi wa mfuko wa dhamana wa elimu ya jimbo la Vunjo mkoani Kilimanjaro, uliofanyika kwenye viwanja vya kanisa katoliki jimbo la Moshi jana na ukurasa wa tatu umeandika bunge kuanza na wabunge pungufu, Chadema tume ya uchaguzi imechakachua viti maalum. Ukurasa wa nne umeandika TB Joshua aondoka kimya kimya. Ukurasa wa tano, KAF wakutana kwa dharura Zanzibar, Ukawa yaitisha polisi. Na ukurasa wa mwisho wa gazeti hili umeandika kipenga chalia rasmi kombe la shirikisho. Taifa Stars yaendelea kunoa makali kuziona twiga stars malawi buku Gazeti Uhuru Wikiendi ukurasa uh, wake wa mbele asubuhi ya leo limeandika Magufuli moto atinga hafla wizara ya fedha, akutana na baadhi, akuta baadhi ya ofisi zikiwa tupu na habari picha inamwonyesha rais dr john magufuli akimwapisha george masaju kuwa mwanasheria mkuu wa serikali ikulu dar es salaam jana ataka uhusiano zaidi china ccm yanyakuwa viti maalum 64 mwisho wa Mourinho leo ni swali hili inapatikana taarifa hii ndani katika ukurasa wa 24 tukiingia kurasa za ndani ukurasa wa pili ni Rais Dr John Magufuli, makamu wa rais Samia Suluhu Hassan wakiwa na mwanasheria mkuu wa serikali George Masaju baada ya kumwapisha Ikulu Dar es Salaam jana. Kutoka kushoto ni spika wa bunge Ane Makinda, jaji mkuu Mohamed Chande Othman, katibu mkuu kiongozi balozi Ombeni Sefue. Na ukurasa wa tatu umeandika sheria ya mtandao yazidi kung'ata, wanne watinga kortini kwa, kwa kusambaza ujumbe hatarishi. AG, serikali imeokoa fedha nyingi na maandamano.